Mwanamke ka mmoja jijini Nairobi anza biashara ya kufuga paka zaidi ya mia nne zilizotelekezwa. Watu walikuwa wakiniitia paka hata yenye megongwa na matatu, ninaenda na itibu, kisha naishi nayo. Sherehe na mbwembwe za matokeo ya kidato cha nne yazidi kuendelea kote nchini, siku tatu baada ya kutolewa. Na mwanaume mmoja huko Kilifi Kaunti yasema yako na maono ya kufungua mbuga lake la kuuza nyoka, huku akiwa na nyoka tisa tayari. Nikaona huyu vile amekonda, lazima akuwe na minyoo. Nikamfanyia deworming, na baada ya kufanyia deworming nikampatia booster vitamin A e. ili akuwe cool na asikue stressed na akuwe anakula.